Mtazamaji, ni Jumatano ya tarehe 26 mwezi Novemba 2025. Ni matumaini yangu buheru wa afya popote pale ulipo, na karibu kwenye runinga ya Alshifa. Kumbuka naweza kufuatilia matangazo haya mubashara moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook at Alshifa Digital Kenya, YouTube at Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na X at Alshifa Media Kenya. Ujambo na karibu, naitwa Yasir na tukianza na taarifa kuu, ni kwamba mahakama kuu ya Mombasa imefungua kesi kwa mshtakiwa kwa kumuua mpenzi wake mwenye umri wa miaka 17, katika mkasa ambao umeacha familia moja kuvunjika na kijiji kujawa na hofu. Lewis Kazungucharo anashtakiwa kwa mauaji ya Farida Changawa Julius kinyume na kifungu cha 203 na, na kifungu cha 204 na cha kanuni ya adhabu. Kisa hicho kilitokea Juni 6 mwaka huu, katika kijiji cha Mferejini huko Kijipwa, Kilifi Kusini, na hadi kufikia sasa jamii bado inatatizika kuelewa ukatili uliotendewa mama mdogo huyo. Kulingana na Tingamachiru ambaye ni shahidi wa kesi hiyo, ameiambia mahakama kuwa alishuhudia upasuaji na kuhakikisha kuwa mjukuu wake Farida Changawa alikuwa amejeruhiwa vibaya sana. Jaji wendi ka, jaji Wendi, aliwasilisha ombi hilo kwa ajili ya kusikilizwa kwa haraka kesi hiyo kama sehemu ya kupinga ukatili wa kijinsia. Usikilizaji wa kesi hiyo sasa umeahirishwa hadi tarehe 18 Disemba ili familia ikutana na wanafamilia wengine na kuelezea mchakato wa makubaliano wa kesi hiyo.

Na kwingineko ni kwamba wakazi wa kaunti ya Mombasa wameshirikiana na wadau mbalimbali mbali wa utetezi wa haki katika uzinduzi wa kampeni ya siku 16 za kupinga unyanyasaji wa kijinsia. Kampeni hizo za kila mwaka huadhimishwa ili kuangazia changamoto na mapambano dhidi ya ukatili unaowakumba wanawake. Mwanahabari wetu Amina Juma ana mengi zaidi. Wakazi wa Mombasa wameungana na wadau mbalimbali wa utetezi wa haki katika uzinduzi wa kampeni ya siku kumi na sita za kupinga unyanyasaji wa kijinsia, kampeni ya kimataifa inayoadhimishwa kila mwaka kuangazia changamoto na mapambano dhidi ya ukatili unaowakumba wanawake na wasichana. Mwaka huu kampeni hiyo imepata nguvu mpya Mombasa kupitia ushirikiano wa kaunti ya Mombasa na mashirika ya haki za wanawake, idara za usalama na taasisi za kiserikali ya sherehe hizi za mwaka huu ni kwamba unite to end it. Shirika ya kijamii amesema kwamba mwaka huu kampeni inalenga kwa kiasi kikubwa ukatili wa kimtandao ambao unaendelea kuongezeka kutokana na matumizi mapana ya teknolojia. Akizungumza katika uzinduzi huo, mwenyekiti wa Human Rights Topista Juma alibainisha kuwa kampeni ya mwaka huu imeandaliwa kwa upana zaidi, ikijumuisha vipindi vya redio, warsha kwa wanawake wanaoishi na virusi vya ukimwi, mafunzo ya usalama wa mtandaoni kwa vijana wa vyuo vikuu kama tum na tamasha litakaloleta wanaume pamoja kujadili hatua za kupunguza ukatili. Tushirikiane, tupinge dhuluma za mitandao. Na sisi, hizi siku kumi na sita tutakuwa na mambo mengi ambayo tumeyapanga, kuanzia leo tutakapozindua rasmi, alafu kesho tutakuwa na radio talk shows ambazo tunaelimisha jamii katika maredio. Vilevile tumepanga pia uh, kuwa na hamasa nyingine ya ndugu zetu, dada zetu ambao wanaishi na virusi. Wengine walibakwa wakapata ugonjwa, wengine alizaliwa kwa sababu ya kubakwa akapata ugonjwa. So pia tutakuwa na hamasa hiyo na ndugu zetu wanaoishi na ugonjwa ule. Baada ya hapo pia tutakuwa na hamasa nyingine ya ndugu zetu walemavu, ambayo itakuwa siku ya tarehe tatu. Tarehe tatu tutakuwa Changamwe. Na hizi siku kumi na sita tumezipanga kuzunguka katika maeneo bunge yote sita. Sherehe hizo zimefanyika kote ulimwenguni ikiwa lengo kuu ni kuelimisha jamii kuhusu aina tofauti za ukatili, namna za kujilinda na hatua sahihi za kuripoti matukio ya unyanyasaji. Kwa upande wake Nuru Laini, ambaye ni mkurugenzi wa Kokoi juu Afrika, alisisitiza umuhimu wa wahanga kuripoti matukio bila woga. Shughuli nyingine zitahusisha ziara mashuleni, mafunzo ya usalama wa kidijitali, na huduma za msaada wa kisheria bila malipo Likoni, zinazoongozwa na maafisa wa mahakama, polisi na washauri wa kisheria kutetea msichana wako mahali, kesho ndio utaenda kutetea dada yako kwa sababu amenyanyaswa, kesho ndio utaenda kutetea mtoto wako. Sasa siku ya leo tunaposimama hapa, tuko na dada tuko na, na watoto wasichana na tuko na kila mmoja ambayo ni mwanamke. Sasa tunapotoa hii sauti, tutoe sauti moja, tutetee wanawake. Kwa upande wake, Janet Molo kutoka Collaboration of Women Development alieleza kuwa ukatili wa kimtandao umekuwa kikwazo kikubwa kwa usalama wa wanawake. Wengi wamesambaziwa video zao bila ruhusa, wengine wakitishiwa na washirika wa kimapenzi au watu wanaowafahamu mitandaoni. Haya ni makosa ya jinai, na katika siku hizi 16, amesema kuwa atajikita kuelimisha jamii kuhusu ulinzi na hatua za kuchukua. Watafuta. Kwa hivyo tunahimiza wakati tunaanza kusherekea hizi siku kumi na sita ya kuwa tuweze kukomesha njia zote za dhulma za kijinsia hasa za kike na za na za wasichana. Na njia hizi zinaweza komeshwa vipi? Wakati unapata neno kama lile ama video mbaya kama ile, wewe mtu unaanza kuandika maneno ambayo unazidi kumchochea yule ambayo amedhulumiwa. Kwa hivyo unachangia kwa njia moja nyingine hiyo njia ya kushea ya kuongea maneno ya chuki, hizo njia tuziache, kwa sababu unazidi kumuumiza yule ambaye amedhulumiwa. Kampeni itafika kilele tarehe kumi Disemba, siku ya haki za binadamu, ambapo wadau watakutana kutoa tathmini na kuainisha mikakati ya kuimarisha usalama wa wanawake na wasichana. Mombasa imedhamiria kuibua mwamko mpya, kuhakikisha sauti za wanawake na wasichana zinasikika, kulindwa na kuheshimiwa. Tutaifanya pale Likoni, alafu kilele cha siku kumi na sita itakuwa ni tarehe kumi Disemba. Tutawajulisha Wakenya tutaifanya wapi. Wakaaji wa Mombasa tutaifanya wapi, lakini hizi siku kumi na nne tunatembea kama Mombasa na washikadau wote. Nikiripotia runinga Al Shifa, mimi ni Amina Juma. Na kwengineko, jamii ya wabajuni imeandaa hafla ya uzinduzi wa vitabu vya lugha ya kibajuni vitakavyotumika kwenye mtaala wa elimu mwakani. Hafla hiyo inalenga kuhifadhi utamaduni kwenye vizazi vijavyo. Leo tuko hapa, tumeweka historia kubwa kabisa ya kuweza kuwa na vitabu vya Kibajuni ambavyo vitasomeshwa ndani ya mashule katika shule za Wabajuni zote katika Lamu County. Kwa hivyo leo tumeweka historia kubwa sisi kama Wabajuni kuweza kuweka vitabu wetu katika masomo iwe katika, ni masomo katika masomo ambayo yatafanyika katika mashuleni wetu katika shule zetu za kibajuni. Katika unajua kipengele kikubwa katika utamaduni ama culture ya kila jamii ni, ni lugha ya hiyo jamii na tumegundua kwamba hii lugha ya kibajuni inapotea, mpaka sasa wa vijana wetu ambao wanazaliwa vizazi vipya hawaelewi hii, hii lugha kabisa. Sasa ndio tukakuwa na huu mpango ambao ume, ume, umefadhiliwa na British Council pamoja na Twaweza pamoja na Shungwaya ili vipi tutawaelimisha vijana wetu wasiweze kupoteza i, kuelewa hii lugha yao ya Kibajuni, na ndio tuweze ku, ku strengthen ama kuwezesha na kuifanya ikuwe na nguvu hii culture yetu ya Kibajuni. Si tu kwa sababu, kupitia mradi huu vijana wa Kibajuni watapata ajira za kitamaduni e, si tu kuandika vitabu, wataandika vitabu kwa Kibajuni, watatunga nyimbo kwa Kibajuni, watatengeza sinema kwa Kibajuni. Watakuwa wanajiamini wanapotangamana watu wa makabila yale mengine kwa lugha yao, kwa sababu wao ni Wabajuni, utamaduni wao hautafifia tena. Unaona hapo, hapo nyuma utamaduni wao ulikuwa unafifia, ulikuwa unafifia kwa sababu ya kuingiliwa na lugha nyingine na lahaja nyingine za Kiswahili hivi. kama wanafunzi wa Kibajuni wanapofanya mtihani wa darasa la saba ama la nane ama hata na form hawatofautishi baina ya Kibajuni na Kiswahili sanifu. Sasa wataanza kutofautisha hizi hizi lugha, kwa sababu watajua wanazungumza Kibajuni na wakiacha kuzungumza Kibajuni wataweza kutumia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ufundishaji wa lugha ya Kibajuni utawasaidia kupata umilisi, kufahamu kwa undani zaidi lugha ya Kiswahili, Kiswahili sanifu. We have about 30 projects across the world that look at

Na kwengineko jumuiya ya kanuni za pwani JKP kwa kushirikiana na ashram sinaji limited kikundi cha Sahara na kitengo cha usimamizi wa mkupe BMU wameendesha shughuli ya upanzi wa miti ya mikoko katika eneo la Port Reitz Creek mjini Mombasa. Kulingana na mwenyekiti ashram sinaji limited, urejeshaji wa mikoko ulikuwa muhimu kwa kutoa huduma muhimu za mfumo wa ikolojia ikijumuisha ulinzi wa pwani dhidi ya dhoruba na mmomonyoko. Bashiri aliongeza kuwa mikoko huongeza bayonuai na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kukamata kiasi kikubwa cha kaboni. Hata hivyo, mwenyekiti wa BMU aliongezea kuwa miti ya mikoko inasaidia na kulinda maisha ya jamii za pwani kwa kurejesha uvuvi kama vile vyanzo vya dawa vya asili na kuwezesha fursa mpya mpato kama vile utalii wa mazingira.

With the, with the aim of um, restoring the creek as well But we are trying to work on our carbon footprint so we are just taking it one step at a time Uh, we started off at Crater last year for the trees this year we have started off at, uh, we are starting off at um, the Mkupe BMU where we are right now Um, as we go by we are planning on expanding more so more to come as we move on. Siku ya leo, tunashukuru uh, Asharemu na Mombasa count na mashirika mengine ambayo yako hapa. Kwa jumla, sisi kama watu wa Mkupe kazi yetu ni ya uvuvi, tumetegemea uvuvi na siku ya leo tuko hapa kupanda miche ya mikoko kuimarisha mazingira mazingira eh, kutimiza ile riwadha ya vision ya bwana Rais wetu Ruto ambayo alikuwa amesema by vision 2030 tuwe tumefikisha ile, eh, eh, eh, 15 billion So sisi kama watu wa mkupe kila mwezi huwa tunapanda lakini leo zaidi, tunashukuru ile shirika ambayo limekuja tukusaidiana na wao kuimarisha mazingira. Kwa hivyo e, ningependa mashirika mengine kama KPA, KPC e, Kenya Maritime, e, Coast Guard, mashirika tofauti tofauti yajitokeleze ili tupande mikoko kwa wingi ili tupate kutusaidia kuimarisha mazingira. Kwa taarifa hiyo mtazamaji, ndipo tunapata mapumziko mafupi. Lakini utaregea na habari za kimataifa na spoti usiende mbali. Shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kuifuatilia runinga ya Alshifa. Kumbuka na uweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni Alshifa Digital Kenya, YouTube at Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na X at Alshifa Media Kenya. Mtazamaji, tuangazie habari za kimataifa ambapo jeshi la Sudan limesema kwamba limefanikiwa kuzuia shambulizi la wanamgambo wa RSF katika mji muhimu wa Babanusa kusini mwa nchi hiyo. Shambulizi hilo lilitokea Jumanne na kulenga kambi kuu ya jeshi katika eneo hilo. Babanusa, ambayo ni njia muhimu ya usafirishaji kati ya Khartoum, Kordofan na Darfur, imekuwa ngome ya mwisho ya jeshi katika ukanda huo na mashambulizi ya mara kwa mara ya RSF yameendelea kuhatarisha udhibiti wake. Tazamaji, tuangazie michezo ambapo Gormahia ilikumbwa na kipigo kizito na APS Bomet zikiwa zimebakia siku chache kabla ya mechi yao ya mashemeji dhidi ya FC Leopards. Ingawa Kogalo walianza vyema kunako dakika ya tano kupitia mshambuliaji wao mpya kutoka Ghana George Amono, hali hiyo haikudumu. Baada ya bao hilo la mapema, wenyeji APS Bomet walitawala mchezo huo kwa namna ya kushangaza, wakiongozwa na Halness Ocheng aliyefunga mabao mawili. Hatimaye mchezo ulimalizika kwa ushindi mkubwa wa bao nne kwa moja kwa faida ya APS Bomet na kuacha Gormahia pamoja na mashabiki wakiwa na maswali mengi. Watazamaji tuelekea ughaibuni ambapo nyota wa Real Madrid Vinicius Junior ameripotiwa kuiarifu klabu hiyo kwamba hatakusudia kuongeza mkataba wake endapo hali ya kutoelewana kati yake na kocha mkuu Sabi Alonso itaendelea. Uhusiano wao umedaiwa kuwa katika hali mbaya, jambo lililoibua wasiwasi ndani ya uongozi wa Madrid. Taarifa hizi zimevutia makini mkubwa ambapo Liverpool, Manchester United na klabu nyingine kadhaa za ligi kuu Uingereza zinaripotiwa kufuatilia kwa makini mustakabali wa mshambuliaji huyo wa Kibrazil wakitazama uwezekano wa kufanya hatua iwapo atafunguliwa milango ya kuondoka. Wakati huo katika soko la usajili la mwezi Januari, Nottingham Forest wanadaiwa kumweka kijana wa Brighton Jack Hinshelwood kwenye orodha yao ya wachezaji wanawafikiria kuwasajili ili kuimarisha kikosi chao zaidi. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha habari hizi, mwelekezo wangu mikoa ni Dennis Maina, na vile vile mpiga picha ni Dennis Maina. Mimi naitwa Yasir Lewa, usiku mwema.